Tanzania, asante kwa rais wetu. Asante kwa wakuu wote ambao umewapa nafasi katika mikoa, mawaziri mbalimbali, wakuu wa wilaya mbalimbali mbali. Lakini leo tunamleta mkuu wetu wa mkoa na wilaya zake sita tukianza na mkuu wa wilaya wa Arusha. Baba, tunamleta mkuu wa mkoa na mama na watoto na vizazi vyake vya kwanza kwa nafasi uliyompa mpaka vya kumi na nne, ukamulinde, ukamutunze, ukamsaidie, ukampake mafuta ya kusimama nafasi ya uwezo wa kuongoza katika mkoa wetu. Bwana Mungu, wewe uliye hai, yeye unalo jambo na yeye, unalo jambo na yeye. Ile jiwe limeondolewa yuko hai, akawe hai, akalindwe, akatimize makusudi ya nchi hii, akatimize kusudi la kuzaliwa kwake, akatimize pamoja na wote ambao wako chini yake kwenye wilaya ya wilaya ya Arusha. Tumishi wako mkude na mama na watoto baba, wakatimize hawa wakatimize hawa ile kusudi ambalo umewaitia Baba Mungu, tunakushukuru maana sasa wamekutolea na sadaka, wamekutolea na sadaka Baba, hiyo sadaka ikanene ja ardhi hii juu ya anga hili juu ya wanadamu wote juu ya mimea wanyama na hewa cua, mwezi na nyota tunawapatanisha na ardhi ya Tanzania obarikalabosakariandara lebrakaporamase lekapa Mungu, ninaomba ikoria maseto wainue viwango vingine, wainue viwango vingine another level, kabase baba Mungu another level, another level. Asante, asante maana imekuwa katika nchi